Mawimbi ya kutumia kitana kama hivi ni rahisi sana. Unachotakiwa kufanya chukua nywele yako, hakikisha unaisokota vizuri kwenye kitana kama hivi ambavyo unaona kwenye video yako. Baada ya hapo, tutaenda kuichoma kwenye maji ya moto. Lakini kabla sijaendelea, naomba nikukumbushe kwamba jina langu ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy. Tunafundisha mambo yote ya saluni Ada zetu kuanzia shilingi laki tatu mpaka shilingi laki sita. Uzuri ni kwamba nafasi ya kujiunga na chuo bado zipo wazi. Karibuni sana, tupo Dar es Salaam Tegeta Nyuki. Wadogo zetu wa form 6 muda ndio huu, karibu jiunge na madarasa yetu. Baada ya kuitwisti kama hivi, nitaenda kuiweka kwenye maji ya moto. Yes. haya ni maji ya moto, nitaeka kwenye maji ya moto. Baada ya hapo, nitakuonyesha ile hatua ambayo inafuata. Kwa wale ambao mnahitaji kujiunga na magrupu yetu, mshajifunza kama hivi kutengeneza mawimbi, unataka kutuma ile feedback yako. Ni bure kabisa. Unatakiwa kufanya, ingia YouTube tafuta Farida Othman, kisha gusa button iliyoandikwa subscribe, alafu njoo na screenshot kwenye namba ambayo unaona kwenye screen. Final touch yake inakuwa kama hivi. Upande wa mbele mimi nilisuka nzuri kabisa, alafu Upande wa nyuma nikaweka mawimbi kama hivi. Inawezekana ukasuka notless ukaweka mawimbi kichwa kizima, inawezekana yeboyebo, inawezekana mkato wowote. Naomba nikwambie kwamba sisi tunaposema tunafundisha huwa tunamaanisha. Karibuni sana.